Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina kutoka kwa Kenya Wantam Notam Movement au KWM. Leo tunaangazia mada nzito sana, yaani uhusiano kati ya umaskini tunaouona Kenya na em, siasa za uchoyo. Chanzo chetu ni makala yenye nguvu kwelikweli kweli kutoka KWM yenye kichwa Umaskini, gharama ya siasa za ulafi lengo letu hapa ni kuchambua kwa nini umaskini unaonekana kuwa wa kudumu na jinsi, kulingana na wao, unavyotengenezwa na mfumo wa uongozi. Hebu tuifungue mada hii na wanaanza kwa kishindo kabisi. Wazo la msingi hapa ni kwamba umaskini siyo ajali, siyo bahati mbaya. Makala inasema waziwazi wazi, naomba ninukuu: umaskini haukui wenyewe unalimwa na viongozi wanaochukulia utajiri wa taifa kama urithi wao binafsi. Yaani wanasema unatengenezwa kwa makusudi. Subiri kidogo, hilo neno unalimwa ni neno zito sana. Inamaanisha nini hasa? Kulima umaskini inamaanisha kuunda mfumo ambao unajua unawanufaisha wachache, huku ukiwakandamiza wengi. Chanzo kinazungumzia kitu anachokiita maigizo ya maendeleo maigizo ya maendeleo ndiyo. Viongozi wanazindua miradi ya mabilioni, mbwembwe nyingi, kamera, hotuba, lakini miradi yenyewe haikamiliki. Tunaona barabara zinazobomoka baada ya miezi michache tu, tumeliona hilo. Miradi ya maji inazinduliwa, lakini eh, mabomba hayana maji. Zahanati zinajengwa, lakini ndani hamna hata dawa. Kwa mbali unaona kama ni maendeleo, ukikaribia unaona uozo na makala inatumia maneno makali kama mabirika ya kujilishia kuelezea bajeti za umma. Hapa sasa ndipo mambo yanapovutia: jinsi gani pesa za umma zinageuzwa kuwa mali ya watu binafsi? Sasa inafanyika kupitia mbinu kadhaa. Kwanza, bajeti zinavurugwa, bei zinapandishwa juu isivyo kawaida. Pili, tenda zinapewa kwa marafiki na jabaa, sio kwa yule mwenye uwezo. Kwa hiyo pesa inazunguka kwenye mduara ule ule. Hasa. Na tatu, kamati za uangalizi kama zile za bunge zinajazwa na watu watifu. Kazi yao si kuhoji bali ni kupitisha tu. Kwa hiyo lengo si kutoa huduma bali ni kujitajirisha. Basi. Hii na kuathiri vipi wewe unayetusikiliza sasa hivi? Zaidi ya miradi mibovu, chanzo kinataja suala la madeni. Hili ni la kushangaza. Hili ni jambo muhimu sana. Chanzo kinasema madeni yanatumika kama silaha. Silaha? Ndiyo, silaha. Serikali inakopa pesa nyingi sana kwa jina la maendeleo, lakini kama tulivyoona, pesa nyingi zinaishia kwenye akaunti za watu binafsi. Sasa mzigo wa kulipa deni hilo unaangukia kwa nani? Kwa raia, kupitia kodi. Kweli kabisa, kupitia kodi za juu na mfumuko wa bei. Kwa hiyo kadri taifa linavyokopa zaidi ndivyo wewe, mwananchi, unavyozidi kuwa maskini. Ni mtego, unajua mtego usioonekana, na huu uovu unaonekana kuenea. Makala inasema ufisadi unaenea kwenda chini. hii ina maana gani? Utajirika kwa wizi na hakuna kinachowapata. Wanatuma ujumbe, wanatuma ujumbe kwamba uaminifu ni ujinga, hivyo tabia hiyo inakuwa ya kawaida. Wafanyakazi wa serikali wanaiga wakubwa wao. Karani anadai hongo ili akuhudumie, polisi wanakusanya chai barabarani. Uaminifu unakuwa ni hasara. Hii inasababisha mmomonyoko kamili wa maadili katika jamii nzima, hasa kila mtu anajaribu kujipanga. Sasa swali kubwa ni kwa nini hakuna anayewajibishwa? Tumesikia kashfa nyingi sana. Vipi kuhusu mfumo wa sheria hapa? Sasa ndipo penye kiini cha tatizo lote. Kulingana na KWM wanasema, haki inauzwa. Mahakama zinasita sana kwa hukumu. Watu wenye nguvu na ushawishi, kesi zao zinacheleweshwa, zinahairishwa mpaka zikasahaulika, mpaka umma umesahau kabisa. Kwa hiyo kuna sheria mbili tofauti, moja kwa matajiri na wenye nguvu na nyingine kwa wewe maskini. Mfano, mwanasiasa tajiri anayeiba mabilioni anaachiliwa kwa dhamana na kesi inafifia, lakini kijana maskini akifungwa kwa kosa dogo anaozea jela. Hali hii inawakatisha tamaa wananchi na, na kuwafanya waamini kuwa uaminifu ni ujinga. Basi hii yote inamaanisha nini kwa mustakabali wa nchi? Inaua ari, inaua ubunifu. Ajira za umma unajua zinapewa kwa marafiki na jamaa, sio kwa watu wenye sifa. Wataalamu wenye uwezo wanawekwa kando kabisa na hii inadhoofisha kila taasisi, kutoka shule mpaka hospitali. Vijana wenye elimu wanakosa matumaini na ajira, na nchi inabaki tegemezi badala ya kuzalisha. Hali inaonekana kuwa mbaya sana, lakini KWM wanasema kuna nguvu mikononi mwa raia. Wanaamini mabadiliko haya kuanzia Nairobi, yanaanzia pale unapoishi wewe. Hili ni wazo la kuvutia. Ndiyo, wazo lao ni kwamba wananchi wanapoanza kushiriki kile kinachotokea tuseme Turkana, Makueni, Kisumu au Nyeri maeneo yao, wenyewe. Maeneo yao ruwaza zinaanza kujitokeza. Unagundua ni mbinu zile zile zinazotumika kila mahali watu walewale wale. Hivi ndivyo uwajibikaji wa kweli unavyoanza, sio kwa vyeo, bali kwa watu wa kawaida wanaokataa kudanganywa tena. Hapa ndipo wewe msikilizaji unapokuwa na jukumu. KWM inakuhimiza ujiunge na harakati hizi, tembelea tovuti yao www.wantamnotam.com na ufungue akaunti ya yako. Shiriki hadithi yako, nini kinafanyika au hakifanyiki katika eneo lako. Na si lazima uandike mabaya tu. Nani anafanya kazi nzuri, mpongeze. Nani anatoa ahadi hewa na kupotea, mseme. Yaani, eleza ukweli kama ulivyo, bila bila spin, bila spin. Unapochapisha hawaandiki tu maoni yako, unaandika historia ya Kenya jinsi ilivyo hasa. Chapisho moja la uaminifu linaweza kumwamsha mtu mwingine kuchukua hatua. Ndivyo harakati inavyokuwa. Sawa, tumechambua tatizo, tumegusia hatua ya mwananchi. Je, chanzo kinatoa suluhisho la kudumu la kimfumo? Ndio. Dawa ni rahisi kusema lakini ngumu kutekeleza: uadilifu KWM wanasema mabadiliko ya kweli yataanza pale tu uadilifu utakapokuwa na thamani kuliko ushawishi, na viongozi wataanza kuiogopa sheria zaidi ya wanavyoogopa kushindwa uchaguzi. Hiyo ndiyo sentensi muhimu. Kinachonivutia sana ni jinsi wanavyoweka uadilifu kama sera ya kiuchumi, sio tu swala la kimaadili. Hilo ni jambo la msingi sana. Kuna nukuu, wanasema uadilifu katika siasa Si hisani, ni sera ya kiuchumi. Fafanua kidogo. Serikali safi inavutia wawekezaji wa kweli, inaunda ajira za kudumu, inarejesha heshima ya nchi. Yaani, uadilifu unaokoa pesa, unaokoa muda na unaokoa maisha ya watu. Ustawi unakuwa pale ukweli unapotawala. Basi tumefika mwisho wa mjadala wetu wa kina. Ujumbe kutoka KWM uko wazi. Umaskini ni gharama ya siasa za uchoyo, lakini nguvu ya kubadilisha hili iko mikononi mwa wananchi, na maarifa ndiyo hatua ya kwanza. Ili kuelewa historia na mifumo hii, kwa WM wanapendekeza usome zaidi. Ndiyo, wana vitabu vya kielektroniki vinavyochimba kwa undani zaidi. Kuna We Must Never Forget These Kenyan Heroes, kingine ni Kenya After Kenyatta, The Empire of Looters na pia The Betrayal of Uhuru, na vinapatikana kwenye beacons.ikk2020 by ebooks. Wito wao ni visome, vishiriki na wengine, vizungumzie, viruhusu vikupe nguvu ya kuhoji zaidi. Na muhimu zaidi, chukua hatua. Kumbuka jukwani web.wantamnotam.com Ndio. kaunti zote 47 zimeorodheshwa pale, tafuta kaunti yako na anza kushiriki mawazo yako. Sauti yako inaweza kusaidia kubadilisha kijiji chako, jiji lako na hatimaye taifa lako. Na tunapomaliza, tunakuachia wazo hili la kutafakari. Ikiwa kila kitendo cha ufisadi kinaacha kovu la umaskini kwenye taifa letu, je, nchi yetu ingekuwaje kama kila kitendo cha uadilifu cha mwananchi, kila hadithi iliyosimuliwa, kila sauti ya kuwajibisha kingeacha alama ya uponyaji? Asante kwa kuwa nasi katika uchambuzi huu kutoka kwa Kenya Wantamnotam Movement KWM.